Tanzania, nchi yenye amani, utajiri wa rasilimali na nguvu ya wadawake kutoka milima ya Kilimanjaro hadi fukwe za Zanzibar, uchumi wa taifa hili unazidi kung'aa kama nuru ya asubuhi ya Afrika. Uchumi wa Tanzania umejengwa juu ya misingi imara ya kilimo, madini na utalii. Zaidi ya asilimia amutia wa Tanzania wanategemea kilimo kama chanzo kiku cha kipato. Madini kama dhahabu almasi na chuma yamekuwa chanzo muhimu cha mapato ya kigeni. Wakati huo huo, sekta ya utalii inaendelea kuvutia mamilioni ya wageni kila mwaka, wakija kushuhudia maajabu ya Serengeti na Ngorongoro. Kwa miaka ya hivi karibuni, serikali imewekeza kwa nguvu katika miundombinu, nishati na teknolojia. Bandari ya Dar es Salaam imeboreshwa, barabara kuu zinajengwa na nishati jadidifu inaongezeka kila mwaka. Sera za uchumi wa viwanda na Tanzania ya viwanda zimeweka msingi wa taifa la uzalishaji. Huu ni ushahidi wa sera madhubuti na usimamizi wa kifedha unaoendana na malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa. Kama mataifa mengine barani Afrika, Tanzania inakabiliana na changamoto za ajira kwa vijana, mabadiliko ya tabianchi na utegemezi wa bidhaa ghafi. Hata hivyo, fursa bado ni nyingi kuanzia ubunifu wa vijana katika teknolojia hadi uwekezaji wa kijani unaolenga uchumi wa kidijitali. Taasisi kama Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika zinaendelea kushirikiana na serikali kuimarisha misingi ya uchumi shirikishi. Tanzania ni hadithi ya matumaini, kazi na maendeleo. Ni moyo wa Afrika Mashariki, taifa linaloinuka kwa imani na bidii. Uwekezaji katika elimu, teknolojia na rasilimali watu utaendelea kulifanya taifa hili kuwa mfano wa mafanikio barani Afrika. Huu ndio uchumi wa Tanzania. Nguvu ya kijani ya Afrika.